Kupitia wiki hii ya ardhi, wananchi na wadau wengine wanaweza kupata fursa mbalimbali mbali kama ifuatavyo: kuelewa mchakato wa kumiliki ardhi na makazi kwa njia halali na sahihi kwa kwa matumizi mbalimbali, ikiwemo makazi, uwekezaji, huduma na kadhalika; kuelewa taratibu za kupata huduma za usajili wa ardhi, kupimiwa, upatikanaji wa hati, utambuzi, uhaulishaji na ushauri wa kitaalamu juu ya masuala ya ardhi na makazi. Kwa kuzingatia thamani ya rasilimali ya ardhi inavyopanda, napenda kuchukua fursa hii kutoa wito kwa wananchi na wadau wote wa sekta ya ardhi na makazi kushirikiana kulinda rasilimali ya ardhi na makazi kwa matumizi endelevu kwa faida ya vizazi vilivyopo vilivyopo sasa na baadaye. Kwa pamoja tushirikiane ili kuitunza hii ardhi yetu, tuweze kuipanga kwa pamoja, tuweze kuitumia kwa pamoja, kwa matumizi bora yale, yani, ambayo yatatusaidia kabisa katika kuitunza na kuienzi na kuhakikisha kwamba jamii ambayo itakuja baadaye, basi hii ardhi inakwenda ku wa usalama na wao wanakuja kuitumia, na wao wataondoka, watakuja wata wengine. Mipango mizuri ya ardhi tunaipanga kuhakikisha kwamba ardhi yetu inabaki salama, na tunajenga majengo ambayo yanakwenda juu, kupata nafasi ndogo, lakini kupata wakazi wengi kwa sehemu moja. Wataondoka, watakuja wengine, na ndio maana kwa sasa hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeamua kujenga majengo ambayo yana kwenda juu kwa sababu tukitoa viwanja ambavyo bila kila mtu apate kiwanja, kiwanja hii ardhi mwisho itakuwa sio ardhi tena, itakuwa tena hatuna pakulima Lakini... sisi hatuna watoto wabana pakucheza, hawakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika isipokuwa ni makazi. Lakini sisi ZURA ni wadhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar, na huyo tunadhibiti kwa njia mbili, tunadhibiti kiuchumi na kiufundi. Tukizungumzia kiufundi, tunatizama usalama na ubora wa hizi huduma zote ambazo sisi tunazidhibiti tangu zinapotoka mpaka zinakufikia mwananchi yule mtumiaji wa mwisho. Tunasema na kiuchumi, tunapanga bei elekezi sisi. Tunatoa bei elekezi za huduma za maji na nishaka.